Mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC Ramadhani Kailima amesema kuwa Chadema ambayo haikusaini kanuni za maadili ya uchaguzi haitashiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu na chaguzi zote ndogo zitakazofuata kwa muda wa miaka mitano. Kanuni hizo zinasainiwa leo Aprili 12, 2025 na vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu Serikali na INEC jijini Dodoma. Na nukuu, chama cha Chadema ambacho hakikusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani wa mwaka 2025 hakitashiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu na chaguzi te ndogo zitakazofuata kwa muda wa miaka mitano, amesema Kailima. Vyama ambavyo vimehudhuria hafla hiyo ni ADC, Demokrasia Makini, DP, NRA, NLD, SAU, UDPD, ADA Tadea, ADA Tadea, AAFP, CCM, CUF, ACT Wazalendo, Chaumma UMD TLP NCCR Mageuzi CCK na UDP. Kailima amesema kuwa kinachofuata sasa baada ya vyama vya siasa serikali na INEC kusaini kanuni hizo ni kwenda kuchapisha kwenye gazeti la Serikali, nanukuu: utaratibu wa kusaini kanuni hizi ni leo tu, hakutakuwa na siku nyingine. Kwa maana hiyo chama ambacho hakijasaini hakitaweza kushiriki uchaguzi na chaguzi nyingine ndogo zitakazofuata katika kipindi cha miaka mitano, kwa sababu kanuni hizi uhai wake ni ndani ya miaka mitano kuanzia uchaguzi mkuu. Endelea kufuatilia kurasa zetu ili kufahamu mengi na kinachoendelea katika mkutano huu.